Mambo vipi? Jina langu naitwa Abubakar Abdulla Mrisho Katosha. Kwa jina la sanaa naitwa Katosha. Pia wengine wamefika mbali zaidi wananiita Dule wa Fungate. Uh, nina furaha baada ya leo kupata mwaliko katika Umoja wa makundi ya sanaa Kaskazini a e, nimefurahi kwa sababu ni jambo ambalo sidhani kama kuna mtu ambaye aliliwaza tu kwa haraka haraka. Watu wamekaa kitako chini wamefikiria. Nimefurahi maana nimepata kujifunza vitu vingi hapa. Pana sanaa mbalimbali ambazo mbali zinafanyika, ikiwemo filamu, maigizo, nyimbo, kasida, nashdi. Ni vitu vingi tu kwa kweli, ni jambo la kufurahisha na la kuvutia zaidi a, ulikaa ukakiwaza ukasema, unajua kusema la ukweli kabisa, ni sanaa, ni uwanja mpana, na mara nyingi sana mtunzi wa filamu huwa anafikiria vitu ambavyo binadamu kikawaida hatuwezi kufikiria, maana anafikiria jamii ambayo wao wenyewe pia hawamfikirii. Tulikaa tukawaza, jamii inahitaji nini? Mashabiki wanahitaji kitu gani? Basi tumefanya tu na kila kitu kimekwenda sawa kabisa. Ni kikubwa zaidi napenda kuambia jamii nzima au Tanzania Zanzibar, kwa ujumla, sanaa si uhuni, bali kuna baadhi ya watu ambao hufanya ni uhuni, lakini sanaa ni kazi kama kazi nyingine. Mimi hivi unavyoniona kula yangu kila kitu changu kinategemea sanaa. Kinaambia sanaa huni, sikuelewi kwa kweli. Yani, waachi dhana potofu, wa support wakubali kazi zetu, kwa sababu waswahili wanasema mcheza kwao hutunzwa, basi tutunzane sisi wenyewe, ili tupate kufika ile nchi ya ahadi ambayo kama wenyewe tunavyoifikiria kweli unalinda una utamaduni kwa utamaduni kabisa za kwetu, lakini tulitegemea mategemeo wetu wengi, tutegemea kuona pale ta pale, labda mtaonyesha pale chochote kile, lakini haikuwa hivyo. Kila jambo lina utaratibu wake na uratibu wake. Sisi tumealikwa kwa ajili ya kuja kuangalia, sio kuperform, lakini kama tungealikwa kwa ajili ya kuperform tungepafomu kwa sababu sapoti moja huanzisha sapoti nyingine. Lazima tusapotiane ili kufika malengo yetu. Nashukuru sana mimi, napenda kuambia jamii nzima tusapotiane, tukubaliane. Sanaa jamani, si uhuni. Sanaa ni kazi kama kazi nyingine. Asanteni sana.